Ni siku nyingine tena ni wakati mwingine tena tunakutana ndani ya tisa nane nukta saba Banana FM. Mimi naitwa Madam T Unasikiliza 98.7 Banana FM. Ni kukaribisha kuendelea kusikiliza simulizi simulizi ya ndugu yetu Bahati ambapo kwa siku ya jana tuliishe pale ambapo Bahati anasema msiba umeisha maamini maziko yamefanyika, lakini wale wachungaji wamesema watabaki kwa ajili ya maombi maombi ya kuombea familia ya kina Bahati japo mama yake Bahati anaonekana kama ni kitu ambacho haja kukubaliana nacho haja kukubali, lakini Bahati anasema mimi kama kaka mwenyewe nilifurahi yani, nilienjoy niona, hata kama na mimi nitateseka nitafanyaje, lakini bora iwe hivyo, itakuwaje. Ndio tunaendelea kwa siku hii ya leo. Basi Bahati anasema kweli, baada ya kumpumzisha baba na nini, baba ameteseka sana na nini, amekufa amefia kwenye gari, imeteseka naye lakini ndio hivyo, haiwezi kubadilisha chochote kwamba ameshakufa kufa. Bahati anasema ile siku ya msiba iliisha vizuri na tulifanya maombi, lakini maombi ya siku zile hayakuwa na, yaani hayakuwa ni makubwa sana kama ya siku zilizofuata. Bahati anasema huwezi kuamini, huwezi kuamini kabisa, siku inayofuata wachungaji wa pale mtaani kwetu ambao tu wa siku zote ndo wanaendesha ibada za mazishi, japo sisi, basi anasema, pale nyumbani kwetu sio watu wa kwenda ibadani. Kwa hiyo sio watu ambao wameumizwa kwenda kwenye ibada sana, walikuepo. Anasema chungaji wao walikuepo na na babake, mama, dada, mke wangu alikuepo, baba mkuu wangu na mama mkuu wangu na wazee wa kanisa ambao walitoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kwenye, kwenye, kwenye fariji mimi kwenye msiba, basi anasema walikuepo, basi anasema ilifanyika maombi ya nguvu, unajua maombi ya nguvu Bahati anasema lakini pia walialika majirani watakaotaka kuja, majirani uyoyoche Yesu, so mwanafamilia tu walialika na majirani. Lakini Bahati anasema wale ambao nilikuwa nawaonaga mara nyingi wako, wako na, na mama yangu wananishauri kwenye hivyo vitu na nini, sikuwaona. Bahati anasema hawakuja, na mama yangu pia mwenyewe. Bahati anasema nilifanya yani mbinu nyingi kuhakikisha hivyo pale nyumbani. Maana basi anasema kama mtu mmoja alikuwa ana ana ataki anaweza kaondoka eneo la tukio, ataki kuwa hapo kwa basi. Anasema nilihakikisha mamangu muda wa maombi yupo, na nilimwambia pale yule mtumishi, unapoanza maombi yani wewe usitangazie watu kama unaanza, kwa sababu tulishasema tuko hapa kwa ajili ya maombi, basi tunaanza kuomba, yani tunaanza tu kuomba hata tukiwa tumekaa tumeka, tumemaliza kula tumefanya tuku basi, anasema msibani mtu wanakula, wanakaa pamoja, ile kuendelea kufarijiana na nini. Mamangu ni mke wa marehemu, kwa hiyo yupo. Kwa hiyo anasema maombi alianza tu from nowhere, yani tumeibuka huko na maombi. Bahati anasema maombi yalipigwa maombi, ile familia yani, ile familia ya mke wangu wanasali jamani, wana maombi jamani, wana, wana imani wanasali, anasema Bahati, yalipigwa maombi yalipigwa maombi, sio mamaangu, sio aliokuepo, sio mimi peke yangu, bali anasema mimi mwenyewe tu ni yani, maombi yalipita na mimi, bali anasema yani, mimi mpaka kuna mda nikasema kwamba hata kama kuna pepo lolote lieza likaniingilia hapa, kwa sababu mawazo yangu, macho yangu, maombi yanavyoendelea, mimi hata sitali, nasubiri kuona reaction ya mama yangu na subiri kuona itakuwaje. Bati anasema mwombe alivyoanza, watu waliosimama naye akasimama, aliposimama akakaa, akakaa, akaona muda akakaa, akakaa. Bati anasema namuona mamangu anavyoteseka, namuona anavyoteseka, anafanyaje? Bati anasema mwisho siku akashindwa kuvumilia, akaanza kupiga kelele, akaanza kulia kwa nguvu, akaanza kuzungumza kwa nguvu. Lakini Bati anasema muda ule na mimi sasa ndo nikasimama na kuja, na mimi niendelee kuomba. Bati anasema huo bahati mbaya sana yaani, maumbi yalivyozidi kuendelea, yalivyozidi kuendelea na kuendelea, basi na mimi yaliingia kwangu, kwa sababu maumbi, kwa sababu ya boma letu, kwa sababu ya familia yetu basi, Bahati anasema, na mimi pia nilijikuta nimerudi kwenye ile hali ambayo ilikuwa nanikutaga ya maumivu na mwisho wa siku nikazimia. Bahati anasema kiukweli, sikujua kilichoendelea pale zaidi nini ambacho kilitokea lakini Bahati anasema mimi kwangu mimi nilikuwa nipo kwenye yani, nimezimia pale, alafu nikawa kama nipo kwenye njozi, kama kuna vitu ambavyo kwenye maono sio ni, njozi, yani, sijui, kama kuna vitu ambavyo naviona. Bahati anasema nilipokuwa nimeanguka nimepoteza fahamu pale chini nikaona yani, nika kama naota, naona mamaangu anapigana na dada ya mtumishi nambaye ni mke wangu anapigana na mke wangu. Na Bacha anasema mamangu anapigana, anaonekana yuko uchi wa mnyama. Bacha anasema mamangu anaonekana yani yupo uchi kabisa, kama ninavyomuona mamaangu yuko uchi afu dada dada ambayo ni mke wangu mimi, dada ya mtumishi mke wangu mimi kajifunga kanga moja yani kijifunga kanga, naona wanavutana, wanapigana. Bacha anasema natamani nika nikawatoe tena ninatamani, kama nimtoe nimtoe mke wangu niona, kwa sababu naona kama, kwa nini anampiga mamangu? Hata kama mamangu ni mchawi sio, hata kama mamangu ana madhaifu yake, lakini kwa nini ampige, kwa nini ampige mamangu vile? Kwa tena sema niko pale ninahangaika, yani natamani, kama nimtoe mamangu, ni mtoe mke wangu pale, aache kumpiga mamangu, kwa sababu naona kama mamangu pale anadhalilika, watu wako wanamtizama, but sema naona watu wengi wana wana, wana, wana, wana wanawaangalia wanavyopigana na hakuna mtu ambaye anaenda kuamua. Bahati anasema sijakaa sawa, wakati naendelea kupambana yani, natamani kuinuka nikamtoe mke wangu aache kumshambulia, aache kumshambulia eh, mama yangu. Nikawaona ndugu zangu, Bahati anasema nikawaona wadogo zangu, nikamwona kaka yangu, na nawaona maskini ya Mungu, wanaongea na mimi, alafu Bahati anasema wanaongea na mimi kama mabubu yani, siwaelewi kile ambacho wanakizungumza sielewi ile lugha ambayo wanaongea, japo wanaongea na mimi ni kwa nguvu, na yasikia sauti zao zimepenya yani kwa nguvu, mpaka sisikii pia makelele ya wale watu ambao walikuwa ya mamaangu na mke wangu wakiwa wanapigana. Lakini Bahati anasema wanaongea kwa nguvu kweli, wanazungumza na mimi, lakini sielewi kitu ambacho wanakizungumza, sijui wanazungumza nini. Basi anasema naongea kama mabubu, yani kama mtu ambaye hawezi kuongea vizuri, siwaelewi wanachokizungumza. Basi anasema mwisho wa siku nikajikuta nikiwa nimeangalia ndugu zangu na uzuni kubwa ikiwa imetawala, nikabaki ninalia, nilalia, ninalia. Basi anasema mpaka mwisho wa siku nikajikuta nimeamka, lakini sikuweza pia hata kumwelezea mtu yoyote, kwa sababu hata sijui naelezea nini Alafu sijui nitaeleza nitaelezea vipi ilikuwaje. Kwa hiyo bacha anasema nimekuja kuamka pia nikakuta mamangu yupo kwenye hali mbaya sana, yani bora mimi ambaye nimeshatamka mamangu hajaamka. Na bacha anasema mamangu mimi yani sio mweupe sana, sio mweusi sana lakini amekuwa ya um, yani kama vile ni mtu ambaye amechapwa, alafu sio akalia sana. Anasema mpaka nikawa naogopa tena, nawaambia wachungaji, mwombeni mamangu amke, naombeni mfanye tu namna mamangu amke kweli. Baada ya muda, maombi yakaendelea pale ya muda, maombi yakaendelea pale. Baada ya muda, mamangu aliamka. Aliamka akiwa analia sana, akiwa analia mno na Bati anasema mbele za watu pale, mama wangu akaanza kusema kwamba mimi nitaondoka hapa. Siku hiyo ya nyingine ya pili ya tatu ya nne, Bati anasema hali ni tete kweli. Kwenye maombi pale ni kivumbi kuvimba, Bati anasema mtaa mzima Unajua kwamba pale kwa kina Bahati kuna maombi yanaendelea. Bahati anasema mamangu mpaka akaapa akasema kwamba ataacha uchawi, lakini Bahati anasema akiambiwa akalete vitu ayo manini yake hataki, akiambiwa afungue kile ile nyumba ambayo hatakagi mtu yeyote aingie hataki. Bahati anasema mimi nikawaambia kwamba nitavunja, nitaivunja mimi kwa kivyovyote vile tutaingia huko mali hiyo nyumba ambayo hataki mtu yoyote aingie, kile kijumba ambacho hataki kuvunjwa, hataki kuguswa, hataki kufanya chochote. Nikaambia mchungaji kwamba nitaibomoa. Bahati anasema yule mchungaji aliniambia hapana, hupaswi kumlazimisha mtu kuacha kitu, kwa sababu ukimlazimisha anaweza akatafuta njia ya kujirudi, anaweza asiache moja kwa moja, kwa hiyo lazima adhamiria yeye mwenyewe. Bahati anasema Mchungaji akamsi akamwambia kwa maombi ambayo wameyafanya, kwa vile ambavyo wamefanya, basi kwa mtu ambaye atakuwa na nia kujirudi, basi atarudi. Na sasa hivi kipi ambacho kipo? Hamna chochote kingine. Basi anasema mtu mwingine ambaye alikuwa anateseka kwenye yale maombi ni dada yangu mimi, patwe kidogo, nilisahau kuwaambia. Basi anasema dada yake, dada yake yule ambaye amekuwa kama zipe, zipe yani azipo azipo, wagewage kwa sababu ya mama yake. Hakuwa kichaa, hakuzaliwa taira, hakuzaliwa na shida ya akili lakini mama yake ndo kamfanya vile. Kwa Bahati anasema na mwenyewe alikuwa anaombewa, anaanguka, anapiga kelele, anazungumza mambo mengi, anafanyaje. Lakini baada ya hapo akizinduka, Bahati anasema anakuwa kama anaduaa tu kama haelewi lolote, anasema yani, hata Bahati anasema mpaka maombi meisha nini na nini dada yangu akaa kama Ka, kama anataka kubadilika fulani lakini kama vile haelewi. Unajua, Bahati anasema yani kama vile haelewi kinachoendelea hajui nini, yaani hii kwenye hii dunia ni hajui chochote kinachoendelea yeye hivyo. Kwa Bahati anasema, maskini ya Mungu, mimi pale, wachungaji wako wamekaa pale, kikweli walijitoa sana kwa ajili yangu, walijitoa sana kwa ajili ya familia yangu, lazima tukufanikiwe kufungua kile kijumba. Mchungaji alikataa akasema kwamba tusimlazimishe, tusilazimishe kufanya vitu mpaka mama mwenyewe adhamirie, na tusimlazimishe pia kutoa hiyo mibuyu yake, si mikoba yake, mpaka yeye mwenyewe adhamirie. Acha nasema nishindwe kumwelewa ule mchungaji, baba mchungaji ambaye ni baba mko wangu, lakini ananiambia hapana, kumleta mtu, kumweka mtu karibu na Mungu hapa hakupaswi ha, ha, ha kumlazimisha hakupaswi kutumia nguvu. Hakuna mtu ambaye alishajitokeza alishafosiwa alisha kusema mimi ni mchawi, akasema mimi ni mchawi, anaweza akasema tu kweli hivo, akasema nimebadilika, akasema kwa sababu mnyewe mnamlazimisha, ndio maana akasema nimebadilika, lakini anatakiwa siku Roho wa Mungu akimwingia ndani yake siku wa Mungu akizungumza naye, hakuna atakayemuita, hakuna atakayemsemesha, yeye mwenyewe atabeba mikoba yake atakuja, atasalimisha, atataka kuokoka, atataka kumrudia Mungu. Kwa hii hai huu mwanga ambao tumeanza kumwonyesha anaweza akapata njia, tusimlazimishe. Bahati anasema sasa, mimi niseme nini, nifanye nini? Maombi yamefanyika kweli pale nyumbani kwetu, na mchungaji akasema kwamba kuna mambo mazito sana hapa kwenye hii nyumba yani kwenye hapa kwetu kuna mambo mengi mazito, kuna vitu vizito sana, kuna damu nyingi, kuna mambo ya kichawi ya kishirikina mengi sana. Kwa hiyo kama ni kuomba kwenye kuomba, tukisimama kwenye kuomba, simame kuomba hasa <sighs> nasema, mpaka nikaisi au mchungaji naye kaingia upepo, kaogopa labda, kwenye hiyo mambo alivyoisi, kweli hapa kuna changamoto kweli, kuna changamoto kweli basi Bahati anasema kweli, kesho yake wakaanza safari ya kurudi Dar es Salaam, lakini mimi bado nikawa nipo, mke wangu na nilimwambia tu mke wangu na mwenyewe aende, kwa sababu hata waivan na mama yangu hata wapatane, mama yangu na mama yangu sasa ingine anamsemesha kiunafiki, yani ile, lakini najua kabisa hampendi mke wangu. Kwa hiyo nikamwambia arudi na wazazi wake, mimi nitarudi peke yangu. Ala, sio na shaka, japo alitaka kubaki na mimi, alitaka kuendelea kuwa na mimi mpaka nitakaporudi, lakini nilimwambia yeye, rudi tu kwanza mimi nitakuja na sitakawia wala sitachukua muda mrefu, maana hakuna hata mtu ambaye ananitia pressure huku. Baba yangu alishafariki, dada yangu ndio ndo huyu tu amebaki. Kwa hiyo wewe nenda tu, mimi nitakuja siku so nyingi. Basi lazima sikupanga siku rasmi ya kuja, lakini nilimwambia tu siku so nyingi nitakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo alibati anasema, kesho yake dada mke wangu, dada ya mtumishi na wazazi wake na wale watu wa kanisani waliokuja walirudi wakarudi Dar es Salaam. Bahati anasema nikabaki pale na mamangu. Bahati anasema nikiwa naendelea kumwomba mamangu, nikimwomba, kwa nini asibadilike, kwa nini asikubali kumrudia Mungu na nini na nini nini, maneno mengi tunaongea na mamangu. Lakini Bahati anasema mamangu akaniambia kwamba kuna viapo ambavyo alishakula na kuna mambo mengi ambayo ameyafanya, hivyo basi anabidi arudishe kile alichokivuna kutoka kwa ile mizimu yao. Kwa hiyo nikamwambia mama kwa umekubali kabisa mbele za watu ni mchawi. Na mbaya zaidi umekataa kubadilika. Kwa hiyo kijiji kizima kinakufahamu kwamba mamangu ni mchawi. Mamangu umeua ndugu zangu na nini na nini. Nikamwambia mama kwa kaya, nini kule kwenye ile nyumba umeweka nini? Akaniambia Bahati, siku ukikubali kukikubali kabisa kurithi mikoba yangu, utafahamu kila kitu. Utajua kila kitu. Nikaambia mama, mimi hicho kitu tungekuwa tumekubaliana zamani, yaani ni ningekuwa nimeamua kukubali ningekubali kitambo. Kwa hiyo achana nayo maswala basi. Bati anasema nikakaa pale mamangu nikakaa naye ah, kama wiki na Bati anasema mi nikaanza safari kurudi kurudi Dar es Salaam. Lakini Bati anasema nilivyoondoka pale mamangu alikuwa kama ana mguu wake ana kidonda kwenye mguu na nikamuuliza, kimeanza lini maana, bacha anasema, nilivyokiona nimeona siku ambayo mimi kesho yake anaondoka, ni kama vile anachechemea, sasa, kama maumivu yamemzidia, na nilivyomuuliza akaniambia, nikamuuliza kama, mbona kama kidonda ni cha muda mrefu? Akaniambia hapana, sio cha muda mrefu sana, lakini pia atakuwa sawa, wala atasijali. Kwa bacha anasema, na mimi nikaona kwa sababu mwanga ameniambia atakuwa sawa, basi sawa mi ni nani nipingane naye? Nikakubaliana naye. Kwa Bahati anasema mimi niliondoka pale, nikamwacha sasa hivi na mamangu na dada yangu tu, nika Bahati anasema napenda kuzungumza na dada yangu japo ndio hivyo. Ah, ukimuuliza ili anaweza kujibu lile, ukimuuliza ile anaweza kujibu ili, haieleweki. Ah, hivyo. Kwa Bahati anasema mimi nika anza safari na kurudi Dar es Salaam, itakuwaaje? Nini ambacho kitatokea? Kitu gani haswa ambacho kitaendelea kati ya Bahati na dada yake na mama yake. Sasa mama yake bado anatamani bahati arithi mikoba yake, itakuwaje? Sasa bahati atakubali kurithi mikoba, au mama yake bahati atakubali kubadilika kuachana na uchawi? Mama yake bahati amekaza maombi yote aliofanyika pale, lakini bado amesimamia kwenye uchawi wake, hajataka kuacha. Kipi ambacho kitatokea? Bahati atampoteza na dada yake, atabaki mwenyewe? Atafanyaje? Kipi ambacho kitatokea tutafahamu, tutaendelea kufahamu. Madam T, endelea kusikiliza 98.7, niwakumbushe tu kwamba ukiingia kwenye YouTube ya Banana FM TZ kule kuna simulizi ya Bahati kuanzia sehemu ya kwanza kwa wewe ambao ulipitwa kuanzia sehemu ya kwanza kwa wewe ambao ya kwanza, simulizi ya Bahati ipo kule, unaweza kusikiliza kwa uzuri kabisa. Nawatakia jioni njema, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM.